Kazi zao njema, e Bwana, tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu. E Bwana, watulize wote waliofiwa. E Bwana, tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. E Bwana, e Mungu mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao tunaomba tujalie sisi ndugu zetu marehemu kuufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia Kristo weme wetu. Tunaomba sasa wale wahusika washushe jeneza. Wahusika tunaomba sogee karibu, kwa maana ya sasa tumeruhusiwa na katiist hapo kushusha mwili kwenye eneo lake. Wakati mwili na shuka

kwa wema gambi zao uzipokee kazi zao njema, e Bwana. Tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu, e Bwana watulize wote waliofiwa, e Bwana. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani, Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu, e Bwana. Ewe Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi ndugu zetu marehemu tufike katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo wenu wetu. Tunaomba sasa wale wahusika washushe jeneza. Wahusika, tunaomba sogee karibu, kwa maana ya sasa tumeruhusiwa, nakatiisti hapo ushusha mili kwenye eneo lake. Wakati mili na shuka, naweza tukaendelea na maombolezo. Sameehe kwa wema dhambi zao uzipokee usi, kazi zao njema. E Bwana, tuwaombee wote wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu. E Bwana, watulize wote waliofiwa. E Bwana, tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wako mtakatifu. E Bwana. Ee Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao. Tunaomba utujalie sisi ndugu zetu marehemu tufufuke katika faraha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Mwana wetu. Naomba sasa wale wahusika washuishe jeneza. Wahusika, tunaomba sogei karibu, kwa maana ya sasa tumeruhusiwa na katiisti hapo ashesha mbili kwenye eneo lake na shuka, naweza tukaendelea na maombolezo. Wasamehe kwa wema dhambi zao, uzipokee kazi zao njema, e Bwana. Tuwaombee wote <coughs> wanaohuzunika kwa kifo cha ndugu yetu, e Bwana. Watunze wote waliopiwa, e Bwana. Tuombeane sisi wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani, Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu, e Bwana. E Mungu mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuko wa mwanao, tunaomba utujalie sisi ndugu zetu marehemu tufufuke katika furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Naomba sasa wale wahusika washuishe jeneza. Wahusika tunonda, kwa tunaomba sogee karibu, kwa maana ya sasa tumeruhusiwa na katekista hapo kushusha mwili kwenye eneo lake. Wakati mwili mashuka, tunaweza tukaendelea na maombolezo.